Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, zawadi yetu ya leo kutoka kwa ndugu yetu Omar Bagna ametuletea zawadi tunu kabisa, picha, miongoni mwa picha za zinazostahiki kuwa katika fremu ya dhahabu, ikiwa ni timu ya Dundee Football Club na imeandikwa hapa, Mji wa Kale Mombasa, wakiwa katika ziara ya mjini Tanga mwanzoni wa miaka ya sitini. Mstari wa kwanza kutoka kushoto: Sudi Nyunya, marehemu Ahmed Shalo, marehemu Dodoma, marehemu Muhamed Kombo, Salim Juma, Muhamad Haji, alafu atuambia hao watatu iwawakumbuka sura zao bila ya kujua majina yao. Mstari wa pili waliosimama wa kutoka upande wa kulia aba Sheikh Burra Ngedem, Maulidi refari, Ali Sagar na maofishal wa Coast Provincial Football Association CPFA, na hao wawili upande wa kushoto asema hawajui majina yao. Kwa hivyo hii ni tunu nzuri sana, na mashaallah, mashaallah. Aa, jambo zuri sana lau tutapata mtu ambaye atakuwa na tarehe zao hawa mmoja mmoja, basi ingekuwa ni jambo zuri sana. Picha hii inastahiki watu wawe nayo nyumbani saa yote, waone, mkisikia kwamba tulikuwa na mashujaa sisi. Wacha mchezo usende mbali. Iko wapi zamani?